Uh, Movement National Cong Congre Congolea uh, waliweza kushinda na kupata viti vingi na hivyo Lumumba kuwa waziri mkuu. Ile hotuba aliyotoa baada ya mfalme na Rais Joseph Kasavubu, unadhani inaweza ikawa ni sehemu ya kuona kama kweli Lumumba alikuwa ni mwanamzalendo wa kijeshi mkali ambaye alitaka ukombozi wa nchi ya Congo, unadhani ile hotuba alioitoa inaweza ikawa ni e, na kithibitisho, nilikuwa na nataka kuelekea huko mm. Kwa sababu moja ya ya kithibitisho kinachojitokeza ni hiyo hotuba aliyoitoa siku ile mm. kwa, siku ile ya kupata siku, siku rasmi ya, ya Kongo kipi. kupewa uhuru eh? kwa sababu siku hiyo kama umesoma kitabu cha mtu anaitwa nani Saludo De, Witte, De Witte. Eh, mm. Assassination of, of Lumumba anaitoa ana, ana hiyo na anaeleza kilichokuwa kimetokea siku ile mm. alianza akahutubia mfalme wa Ubeleji, wa Ubeleji. Eh, na mfalme wa Ubeleji akasema tunawapa uhuru, msifanye haraka kufanya mabadiliko kwa sababu kila mt tupo, e, tupo kuwashauri kuwafunza na kadhalika ambayo kauli ya mfalme kimfa kwa, kwa kweli ilikuwa inasema kwamba nyie tunawapa uhuru lakini nyuma tupo. Ya nyie tupo kuwaongoza kuwa na kuwaelekeza nini cha kufanya mm. Na akaja kwa sababu mm. rais akatoa hotuba yake akasifu sifu pale na nini eh. Lakini Wakongo hawakujisikia mm. mpaka alipokuja kuongea Patrice Lumumba na, na, na, na, na, na, na kumbuko, hotuba yake haikuwa katika ratiba, hotuba yake haikuwa ratiba. Na kwa hivyo Patrice alipoanza kuongea wale wazito wote wali-, wali washikwa na bumbuazi hmm. Na maneno aliyoanza kuyazungumza sasa yalikuwa ni maneno ambayo Wakongo waliokuwepo pale katika hadhira ile, ambao inasemekana pia wengi waliokuwa katika hadhira ile na wakishangilia hawakuwa wamepangwa kuwepo lakini walikuja tu kama wamevamia wa lakini maredio yalivyokuwa yakitangaza, Wakongo waliokuwa wakisikiliza redio wakawa wanashangilia sana, kwa sababu hmm. ile hotuba kimsingi ilikuwa inasema nini? hmm. ilikuwa inasema tume- hatukupewa Kongo na uhuru wetu kama zawadi hmm. na Wabeleji, tumeipigania Kongo yetu hmm. kwa damu ya Wakongo. Wakongo wamemwaga damu kuipigania nchi yao mm, na wameipata. Lakini sasa cha pili ambacho walikuwa wanasema ni kwamba Kongo walioipigania kwa damu na kuipata ni Kongo ambayo rasilimali zake, kwa maana uhuru, sasa uhuru sio tu heshima ya Mkongo, lakini mali na rasilimali ya Kongo itatumika kwa ajili ya nani? Itatumika kwa ajili ya maslahi na maendeleo ya wananchi wa Kongo kimsingi kwa hivyo, ukitaka ku, ku, ku, ku, kuhitimisha hiyo ni kwamba Lumumba katika kauli yake ile alichokuwa anasema ni kwamba hapa uhuru wetu maana yake ni uhuru kamili wa watu wanaojitawala, sio uhuru nusunusu ya watu ambao wanapewa madaraka ya kuongoza serikali, lakini nyuma yao wako watu wengine ambao wanawaelekeza nini cha kufanya, kwa maana ya kwamba wakoloni

E, nisikumbu kinena natutumia lakini ni sawa na uendelezo kuendelea kwa ukoloni mm. Kuna mahojiano ambayo anafanya yule mwandishi na mzungu na, na, mmoja mm. Ki, kimsingi anachosema ni kwamba tumetoa uhuru lakini hatujatoa uhuru mm. Lakini Lumumba anasema uhuru huu umepatikana kwa Wakongo na kuanzia leo Wakongo wanajitawala na hawatamsikiliza mtu mwingine isipokuwa watajisikiliza wao wenyewe na nadhani mm. hiyo ndio tofauti kubwa ya Patrice Lumumba na alitofautiana na, na, na wenzake mm. Kwa mfano Kasabubu, Kasabubu mm. Katika hotuba yake alikuwa ni mtu anaonyesha anatoa shukrani mm. kwa waweleji na kadhalika, na anakubaliana na mfalme kwamba wataendelea kuwauliza na vitu kama hivyo. Una, una, unafikiri hotuba aliyoandika Lumumba, wengi wanasema kwamba ilikuwa ni kichocheo cha matokeo yaliokuja siku za mbeleni, takriban miezi miwili tu. Unadhani ile hotuba ilichochea wabeligiji kuweza kufanya kuchoche? kwa sababu wengine wanasema historia ile wabeligiji ndio husika na yale mauaji ya Januari 17, yeah. yeah. lakini wengine wanasema CIA na walikuwa na mkono wao, na wengine wanasema hata Umoja wa Mataifa nao walishindwa kumlinda Lumumba. Unafikiri hotuba aliyotoa Lumumba ilikuwa inachochea yaliotokea tarehe 17 Januari ambapo siku ya leo tunaikumbuka yanayofahamika kuhusu <coughs> kifo cha Lumumba eh. Kwa hiyo kuna hiyo dhana uliyoisema. mm. na huyu bwana anayeandika assassination of Lumumba kweli anasema amesoma wote waliozungumza kabla yake, ambao wanasema Lumumba kifo chake kwa kweli kinatokana na mgogoro baina ya wakongo wenyewe. mm. wanagombania wa madaraka na kadhalika lakini yeye anakuja kuthibitisha sasa, baada ya kuwa amepitia nyaraka mbalimbali ambazo zingine zilikuwa hazijatoka. Anathibitisha kwamba kifo cha Lumumba, nadhani hiyo ni muhimu watu kufahamu, kifo cha Lumumba kimepangwa, kikasimamiwa na kutekelezwa na Wabelgiji hmm. kwa hivyo wao walikuwa na maslahi makubwa sana katika kuhakikisha kwamba Lumumba haendelei kuwa kiongozi wa Kongo. Kwa hivyo hiyo angalau katika ushahidi aliyopata sasa mm. wengine nchi za magharibi, ikiwemo CIA wa Marekani mm. na, na watawala wa Marekani, Eisenhower alikuwa ndio rais, lakini baadaye alipoondoka akaja Kennedy, wote mm. walikuwa wana maslahi katika Kongo Kongo. na kwa hivyo wameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kuondoka kwa Lumumba. UN. yeah. United Nations na hii nadhani itabidi tuijadili pia, kwa sababu kuna kuna mfanano wa Congo pengine na Rwanda ya 1994 kwa sababu majeshi ya Umoja wa Mataifa ambayo bahati mbaya sana yakiwa na wa, uh, askari kutoka katika nchi za Kiafrika. Mkuu wa majeshi ya UN Congo alikuwa generali generali nani, alikuwa wa Ghana bahati mbaya yeah. sana yeah. na Nkrumah na yeah. nadhani alifadhaika sana mm. lakini i, Umoja wa Mataifa kwa sababu umeshiriki pale, lakini wakubwa ambao ndio wenye nguvu katika Umoja wa Mataifa <coughs> unasema maafisa wakubwa mm. wa UN, walikuwa sambamba na Wabeleji walikuwa sambamba na ma, na Marekani katika kuhakikisha kwamba Kongo ya aina ya anachotaka Lumumba haiwezekani mm. na kwa hivyo suluhu ya kuhakikisha kwamba Kongo anayoitazama Lumumba nataka iwe haiwezekani ni kumuondoa Lumumba na wenzake. Unafikiri una, una, una mwalimu, mkutano wa Berlin wa 1884 19, na mwaka 1884 1885 jinsi mm. uh, Kongo wakati wanafanya petition wanafanya mgawanyo uh, wa wa maeneo mbalimbali ya kutawala Afrika. Kongo ilikuwa ni kati ya eneo ambalo ya lilichukua muda mrefu sana kujadiliwa. Unasania Ubelgiji waliwekwa kama vibaraka tu ili nchi zingine nazo zifaidike na uwepo wa Kongo. Vibaraka, yaani kama watu ambao wamewekwa, lakini kuna watu wana maslahi pamoja na Ubelgiji kupewa sehemu ya utawala wako. Well, unaweza ukasema ni vibaraka, lakini kwa maana kwamba kulikuwa wote walitambua mm. Kongo ni nini, Kongo ina nini, na kwa hivyo maslahi ya wakubwa wote yalijielekeza katika kuwa na, na, na, na mkono katika Kongo. Mm. na kama nakumbuka vizuri mfalme wa Belgiki alikuwa mm. uh, anaitwa nani? King Leopold. Ah. Akasema yeye Congo ni nani ni, ni <coughs> na siyo ni private pro, pro, property. Mm. Ya ya King Congo ilikuwa ni mali binafsi ya mfalme wa, wa Ubereji. Ndio alio The Congo Free State kwa maana ya private property. A, ya ato, ya ato, ato, ato, lakini kitabu cha Adam naye anafafanua wazi kabisa kusema. Lakini ama kwa hivyo swala ni kwamba walifikia makubaliano. Mm. Hatimaye kwenye hiyo Berlin Conference kwamba sawa Congo itakuwa ni ya King Leopold, lakini hata wazuia wengine kufanya shughuli zao ndani ya Congo, okay. Na ukiangalia Congo makubaliano ya mabebe kwa sababu tunazungumzia nini hapa, mm. tunazungumzia ubeberu na mabeberu mm. maslahi yao yanashindana lakini yanakutana ya mm. kwa hivyo wakakubaliana, eh, Congo iwe kwa maana ya utawala na usimamizi itakuwa ya o mm, lakini uende u, unyonyaji ndani ya Kongo utafanywa na, na kila anayeweza kuingia katika koloni. nimeuliza hilo mm, nikiwa na mantiki ya kuelekea sasa kwenye moja kati ya kiini cha mjadala wetu, lakini labda kwa sababu mm, ulitaka swala la kabla ya hapo nadhani mm, tuende taratibu. Swala la kabla ya hapo lipouliza kuhusu Berlin Conference mm, ilikuwa ni kwamba mm kwamba kifo cha Lumumba na hotuba ya na hotuba ya Lumumba siku ile hmm, inachochea lakini, sio mwanzo. Wewe hmm, ukasema kwa sababu alitoa wa hotuba siku ile ndio vijiji wakakasirika, wakaamua kumua hmm, walishaimuona toka mwanzo kwamba huyu ni mtu wa namna gani kwa sababu nakumbuka alikamatwa, amefungwa na nini, lakini bado alishinda uchaguzi eh? Kwa hivyo anashinda uchaguzi, lakini wabelgiji wakijua kabisa huyu mtu ni hatari, hatufai kuchukua madaraka. Kwa hivyo mpango unaanza sasa, pengine wakitarajia kwamba siku ya uhuru atazungumza kwa namna tofauti na kutoa sura nyingine na kufuata itifaki, wakiona kwamba, kwa hiyo na mm. ustaarabu maana yake anaanza kufanya, lakini on the contrary, mm. Lumumba alivyoongea ndio akasema kabisa huyu jamaa kama tulivyokuwa tumeshafikiria siku nyingi, hafai huyu, hafai sio kwa ajili ya wa Kongo, hafai kwa ajili ya ya kumi na saba, Januari elfu moja mia tisa sabini na moja aliamua sitini na moja aliamua kuandika barua akimwelekeza mke wake Pauline apeleke ujumbe kwa Afrika wote. Labda kwa sasa ni nukuu tu sehemu ya mwanzo kabisa, aya ya kwanza ya barua hiyo ambayo Lumumba aliandika, kana ni andiko la mwisho kabisa la Patrice Lumumba. Anasema, naandika maneno haya bila kujua kama yatakufikia au kama nitakuwa hai wakati unayosoma kipindi changu chote cha mapambano yangu juu ya nchi ya uhuru wa nchi yangu, sijawahi kuwa na shaka hata mara moja kuhusu ushindi wa mapambano matakatifu ambayo mimi na wenzangu tumejitolea maisha yetu. Labda nilikuwa tu sehemu hiyo kwanza ya anavyoanisha kwa mama ana, ana, anasema mapambano matakatifu ambayo mimi yani Patrice Lumumba na wenzangu tumejitolea maisha yetu. Unadhani safari ya mapambano ya Lumumba aliyoyaanzisha leo imefikia Kongo kuona kwamba mapambano ya Lumumba yameisha. Nikianza na daktari na <laughs> <laughs> Ah, ah, nadhani ni, ni mapambano yanayoshikilia ya Lumumba ya kuleta uhuru wa Kongo mm. Aliyoanzisha yeye na wenzake na kujitolea ya maisha yao, e, kwamba yamekwisha? Hapana mm. Bado yanaendelea na mm -hmm. Labda niseme kimoja ambacho uh, Fran Fanone alikizungumza: Kongo ni nini katika Afrika? Nadhani ni muhimu mm -hmm. Kongo ni nini katika Afrika? kwa Kongo eh, Fanone alikilinganisha na kwamba ukitazama ramani ya Afrika ni kama bastola na Kongo ilipo ndio pale palipo na kifyatulio mm -hmm. na kwa hiyo anasema if Congo was a revolver. I mean if Africa was a nini? A revolver au bastola, bastola, The Congo will be the trigger. Okay? Kwamba na tafsiri yake ya hiyo ni kwamba u u kukiwa na mgogoro katika Congo, Afrika yote haiwezi kutulia. Kukiwa na utulivu ndani ya Congo Afrika yote itatulia. Congo ikianza kupiga hatua kubwa za maendeleo, Afrika yote itaanza kupiga hatua za maendeleo. Ndio kipimo ambacho Frantz Fanon alikichukua mm. Kwa hiyo kukiwa na ukombozi wa kweli ndani ya Congo, Afrika itapata ukombozi wa kweli sasa mm. maana yake ni kwa sababu Kongo ni mkusanyiko, kwanza nchi kubwa sana mm. limepakana na manchi kibao, that's one, lakini mbili ni nchi katika Afrika yote hii yenye rasilimali, mali asili, misitu mm. e, ardhi yake nzuri, mvua yake nzuri, inafaa kwa kilimo cha aina chote. Madini yaliyoko kakongo ni mengi sana na ya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo kama likongo hili likitulia likaamua sasa kuji, kutumia rasilimali yake kusonga mbele Afrika yote itapiga hatua kubwa mm. ya kimaendeleo, lakini ni Kongo hili kama unavyo. Kwa hiyo Kongo toka mwaka 60 kwa kweli mm. haijatulia, mgogoro baada ya mgogoro, mgogoro wanaita migogoro mm. lakini kimsingi ni kwamba yapo mapambano yanaendelea ndani ya Kongo yenye mitazamo tofauti tofauti. Wako ambao wanaipigania Kongo kama mm. alivyoitazama Lumumba, uhuru wa Kongo kamili ambao utaleta matumaini ya ukombozi wa Afrika wote hatimaye. Sasa ukiniuliza kwamba imefikia wapi, kwa kweli mapambano no, ya ukombozi wa Kongo mm. na kupitia Kongo ukombozi wa Afrika bado yanaendelea. Asante sana, labda hiyo pia linanipa mwanya niendelee na kupitia sehemu ya barua ya mwisho kabisa aliyoandika Patrice Lumumba ana, katika aya inayofuata ana